Na sasa tuelekee moja kwa moja mjini Dodoma ambako huko zoezi la kuhesabu kura za maoni tayari limeanza, na mwanahabari wetu Joyce Mwakalinga yupo katika moja ya kituo ambacho kura hizo zinahesabiwa, na hapa anatueleza mambo yanavyoendelea kituoni hapo. Kwako Joyce, okay. Naam, kwa upande wa mkoa wa Dodoma zoezi limeendelea ni kuhusiana na kura ya maoni, lakini tangu asubuhi vituo vimefunguliwa majira ya saa mbili kamili na limeendelea mpaka majira ya saa kumi. Lakini kuna baadhi ya changamoto kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikijitokeza likiwemo swala la ku, kuiba kura, lakini pia swala la rushwa limejitokeza katika baadhi ya vituo. Kwa haya na mengine, hebu tujiunge kwanza, ama tumsikilize eh, Bi Hashura Hassan, yeye ni katibu wa wilaya, ni katibu wa CCM la Dodoma mjini lakini pia ndiye mkurugenzi wa uchaguzi. Hebu tupate kumsikia kwanza yeye anaeleza nini juu ya mchakato huo, na baadaye basi nitakujuza kile ambacho kimeendelea na baadhi ya maeneo ambayo pengine matokeo yamekwisha toka. Tupate kumsikiliza kwanza, Ashura, katibu wa CCM wilaya Yoane aliyeko madarakani. Lakini pia Yoane aliyeko madarakani naye ana timu yake, uh, yani wanapanga mikakati ya kuona namna gani watatoa ushindani mkubwa sana au pengine hata kuwashinda kumshinda diwani aliyeko madarakani. Sasa kuna namna ambayo tumeikamata na tume, kwa kweli, na ulinzi tulikuwa tumeuandaa kwamba makatibu wa matawi, makatibu wa CCM matawi ndio wakurugenzi wa uchaguzi kwenye ngazi za matawi. Kwa hiyo vifaa vya uchaguzi vikitoka hapa, anapewa anafikishiwa mkurugenzi wa uchaguzi wa kata husika, na yeye anapeleka tawini kwa hiyo tatizo kama hilo limetokea kwenye miongoni mwa tawi moja kwenye kata yetu kwenye kata ya Kingoma. Sasa <coughs> kama mkurugenzi wa uchaguzi, nimepokea taarifa hiyo na lakini sio muamuzi, kwa maana kwamba itafika kwenye vikao na vikao vita vitachukua vita hatua za kinidhamu. Kwa hiyo wizi wa kura umejitokeza lakini kwa kweli ni kata moja tu ambayo tume nani tumepata tatizo hilo, kata ya Chang'ombe ambayo ina ushindani mkubwa sana wa kisiasa. Kata zingine uchaguzi umeenda vizuri tu na kulikuwa na mwamko mkubwa sana, wanachama wa Chama cha Mapinduzi wamejitokeza, wamepiga kura vizuri, lakini sifa zilikuwa ni mwanachama awe hai mmoja, lakini mbili awe na awe hai na kadi yake ya Chama cha Mapinduzi, lakini mbili awe na BVR kadi yeah ni katibu wa CCM wilaya ya Dodoma mjini ambaye amezungumzia juu ya mchakato ulivyoendeshwa kuanzia majira ya asubuhi mpaka a, saa kumi ambapo zoezi la uhesabuji wa kura lilikuwa limekwisha anza, na zoezi hilo bado linaendelea katika baadhi ya vituo mpaka muda huu. Hata hivyo, tumefika katika tawi la majengo penye pia a, ni tawi ambalo kumefanyika zoezi hili la kura ya maoni, ni tofauti na maeneo mengine, ambapo baadhi ya maeneo matokeo bado hayajatoka kwa maana ba bado zoezi la kura ama kuhesabu kura bado linaendelea na katika uh, tawi hili la majengo Uh, ni tayari matokeo yalishotolewa kiasi kwamba ofisi zimekwisha fungwa na wasimamizi pamoja na waendeshaji wa zoezi hilo wamekwisha ondoka katika eneo hili. Lakini matokeo ya kura za ubunge katika tawi hili la majengo, uh, jumla ya kura ni 345 lakini zilizoharibika ni kura tano na kura halali zilikuwa ni miatatu na arobaini pamoja na kwamba ni wengi ambao wamejitokeza katika kuania uh, kinyang'anyiro hiki cha ubunge lakini upinzani mkubwa ulioko ni kati ya David Malole ambaye ndiye mbunge kwa kipindi hiki e, pamoja naye Anthony Mavunde ambaye ndiye amejitokeza naye kuania nafasi hii ya, ya, ya ubunge ambapo katika kura za maoni uh, David Malole ameonekana uh, kuangushwa baada ya kupata kura sitini na sita pekee, lakini Anthony Mavunde ambaye amejizolea kura mia mbili na mbili. Wapo wagombea wengine, lakini kinyang'anyiro kikubwa kipo baina ya watu hao wawili ambao wanawania nafasi ya ubunge. Kwa hivyo hayo ni machache katika tawi la Majengo ambayo yamejitokeza, na hayo ndio matokeo halisi na halali e, kama ambavyo yamebandikwa katika ubao wa matangazo. Hata hivyo hapo baadaye tutazidi kujuza juu ya kura zimeenda vipi vipi, ama matokeo yamekuwa vipi katika adhiama katika matawi mengine hapo baadaye, pia tukijaliwa, tutaweza kuwa na katibu wa CCM mkoa ambaye pia ataweza kutuambia walau kwa ufupi mchakato huu pia umeendaje kimkoa lakini katika maeneo ya pembezoni ambapo kinyanganyiro kikubwa kipo kwa wale ambao bado wanashikilia nafasi hizi na, na watendaji wa serikali uh, tukiangalia katika baadhi ya majimbo ambayo yanashikiliwa na mawaziri je matokeo na kwenyewe yatakuwa vipi basi hapo baadaye tutakujuza kwa kile ambacho kitakuwa kimepatikana na hivyo uh, kuweza kufahamu kinyanganyiro hiki kinakwenda vipi. Lakini kwa ujumla, kura bado zinaendelea kuhesabiwa kuanzia usiku huu na mpaka kesho, ambapo majira ya asubuhi pia huenda baadhi ya majimbo tutakuwa tumekwisha patiwa. Kwa hivyo basi uh, endelea kufuatilia ili tuweze kujuza kile ambacho kinaendelea kwa tawi la majengo hayo ndiyo matokeo halisi. Jina langu ni Joyce Mwakalinga na ripoti kutoka mkoani Dodoma.